Mimi binafsi waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu, kama tulivyoomba, awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi, tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao, tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua